na kukaribisha tena katika chaneli hii ya Hazina ya Kanisa. Siku ya leo tunalo somo zuri sana, na hili somo ni la muhimu sana hivyo, naomba na kusi kwa unyenyekevu sana, usiondoke hapo ulipo tulia mpaka somo hili litakapoisha. Naamini utapata vitu vingi sana vya kujifunza. Somo hili limenisaidia sana mimi binafsi, limenisaidia sana na nimemwona Mungu katika utukufu mkubwa sana na katika viwango vingine vya tofauti kabisa na nilivyokuwa awali. Hivyo nami ninakuletea somo hili. Ninaomba uungane pamoja nami mpaka mwisho wa kipindi hiki. Hakika Mungu atakubariki sana. Wewe ambaye bado hujasubscribe chaneli hii, subscribe chaneli hii na Mungu wa mbinguni atakubariki. Ah, somo letu linakwenda kwa kichwa kinachosema Agano langu na Mungu. Tutaenda kujifunza juu ya agano langu na Mungu au agano lako na Mungu au agano letu na Mungu, agano letu na Mungu. Sasa tunaibinafsisha, tunaweka agano langu na Mungu, agano langu na Mungu. Aa, haya ni mambo ya msingi sana, lakini kabla tujaenda mbali, nataka tujue kwanza nini maana ya neno agano, nini maana ya neno agano sasa zipo maana kama nne hapa, nimekuandalia juu ya neno agano. Ziko maana kama nne ambazo zinaelezea neno agano, ambapo maana ya kwanza ni patano au makubaliano baina ya pande mbili. Agano ni patano au makubaliano baina ya pande mbili, hilo tunaita agano, yaani upande huu na upande huu wameingia patano na makubaliano, tunaita agano, lakini agano ni mkataba unaosimamiwa na kutimizwa mara tu baada ya kuingia agano. Ni patano na makubaliano yanayotimizwa mara tu baada ya kuyaingia. Hasa naomba uwe makini sana unapoingia agano lolote. Agano lolote huwa kawaida yake linaanza kufanya kazi pale linapoingiwa, liwe agano la kimungu, liwe agano la kishetani liwe agano la kishirikina mm -hmm. au agano lolote linaanza kufanya kazi muda ule tu baada ya kuliingia. Lakini agano kwa lugha nyingine tunaita sheria ya maafikiano, ile sheria ile ile, agano ndio agano lenyewe. Yani ile sheria ya agano ndio agano lenyewe. Lakini agano ni azimio lenye wajibu wa pande mbili, ni azimio lenye wajibu wa pande mbili. Upande hii una wajibu na upande bii una wajibu. Kwa mfano agano letu na Mungu, Mungu anawajibika kwa upande wake na sisi tunawajibika kwa upande wetu. Na pia maagano ya kishirikina, upande wa giza unawajibika kwa upande wake na upande huu unawajibika kwa upande wake. Lakini tofauti ya agano letu ni kwamba Mungu huwa anatuwajibikia zaidi sisi kuliko sisi tunavyowajibika. Yaani wajibu wa Mungu kwetu ni mkubwa kuliko wajibu wetu kwa nani? Kwa Mungu. Ila ulimwengu wa giza, uwaga wajibu wao ni mkubwa zaidi kuliko ule ulimwengu wenyewe. Yaani sadaka wanazozitoa wale watu ni zaidi ya yale ambao wanaenda kupatiwa na ule ulimwengu sasa. Hiyo ndio maana ya neno agano. Lakini hebu tuende katika Bibilia, maana tunaongelea agano langu na Mungu. Nataka sasa tudili katika Bibilia, tufahamu hasa maana ya neno agano, hasa tunapozungumzia neno agano katika Agano Jipya lina tafsiri tofauti na ile ya agano la kale, zina utofauti kidogo. Yaani agano jipya kwa maana ambapo linatumiwa na lugha yake katika agano jipya ni tofauti na ilivyokuwa inatumiwa na maana ya lugha yake katika agano la kale. Lakini tunapokuja katika Kiswahili tunajua tu agano agano agano, kwa kikao kuna utofauti. Agano la kale, kumbuka agano la kale limeandikwa kwa lugha ya Kiebrania na Kiaramaiki. Kwa hiyo walikuwa wanatumia neno ambalo linaitwa linaitwa mberish mm, linaitwa berish, ambalo neno la Kiebrania kama unavyoliona kwenye screen yako hapo, linaitwa berish, ambapo hilo berish lilikuwa lina maana ya kufunga, yani kufunga au pingu, kwa lugha nyepesi, pingu au kufungwa, kufungwa pamoja, ndio linaitwa berish, ambayo hiyo kaje katumika kama agano. Umeona, kwa agano ilikuwa ni kifungo katika nini? Agano, agano la kale. Yaani unapoingia agano lolote na maisha umeshajifunga. Eh, umejifunga mwenyewe. Kwa kile kitu ulichokiingia hakuta hakuna cha kukutoa kwa sababu umeshaingia katika ile agano. Lakini katika agano jipya kuna neno linaloitwa synthek. Synthek kwa lugha nyingine au synthek, a pronunciation yake kama itakuwa vizuri, lakini ni neno la Kiyunani ambalo hilo neno sasa synthek lilikuwa lina maana ya ukusanywaji wa pamoja, yani kukusanya kwa pamoja, inaitwa senset ambayo inakuja inakuwa maana ya agano. Unakusanya vitu pamoja, ukiviweka pamoja, ndio inaita agano. Kwa hiyo muona sasa utofauti wa lilivyo kwa kutumiwa agano katika agano la kale na agano jipya, au tunapoongelea ukusanywaji wa pamoja. Tunapoongelea agano la kale, agano la kale ina maana ina maana Mungu aliingia agano na taifa la Israeli, kwa hiyo maanisha Mungu aliingia pingu Eh, aliingia pingu, yaani ilikuwa ni kifungo kati ya wana wa na Mungu Domano. Kwa hiyo ni kifungo cha wao na Mungu, ndio maana unaona walipokuwa wanamkosea Mungu walikuwa wanaadhibiwa sana, kwa sababu kulingana na agano lao, ile sheria ya maafikiano, wale ofekiano. Kwa hiyo ukijitoa pale, kwa sababu wanaadhibiwa sana. Lakini katika agano jipya tunaona ni kukusanywa pamoja, haina maana tena ya pingu, ila inamaanisha ya kuwekwa na kukusanywa pamoja. Sasa hii ina utofauti kidogo ila sasa <coughs> ili tuyaelewe haya mambo vizuri tuyaelewe haya mambo vizuri, twende tuka tutayaongelea tutaya vizuri baadaye, lakini hapa nataka nikudokeze kitu kingine ambacho kinaitwa aina za maagano. Kuna aina kama tatu hivi za maagano kwa pamoja, aina kama tatu za maagano kwa pamoja, ambapo aina ya kwanza ya maagano tunaita maagano ya kimungu, maagano ya kimungu. Haya maagano ya kimungu waga Mungu anaingia agano na watu au mtu aitwa maagano ya kimungu. Sasa haya maagano ya kimungu yapo ya aina kama kamakama kama, kama, kama mbili au tatu, umeona, mbili au tatu, hasa mbili. Inaweza ikawa agano la Mungu na watu, alafu kuna aina ya pili agano ya Mungu na mtu, agano la Mungu na watu agano la Mungu na. Tutaona mbele haya magano ya kimungu, tutaya ndo tutakao tunayaongelea sana, kwa maana somo linasema agano langu la na nani na Mungu. Kwa hilo tutaliongelea sana huko mbele, magano ya kimungu tutadili nayo sana hapo, na utaelewa vizuri. Lakini aina ya pili ya magano tutaita magano ya kishetani. i say, haya ni magano ya hatari sana kwa mwanadamu kuyaingia, magano ya kishetani, magano ya kigiza, magano ya giza au maagano ya kishirikina. Aise, ndugu yangu, kama ujaingia kwenye maagano hayo, usije ukashauriwa na mtu yoyote kuingia katika maagano. Ni hatari sana, hatari sana. Na kama umeingia kwenye hayo maagano, ndugu yangu, nakupa pole sana, lakini sitaachia kukupa pole tu, nitakupa na njia ya kutoka pasipokuasirika. Unajua kuna watu wanatishiwa kwamba utakapotoka unakufa yule mtoto wako yule anafariki, ulimweka sijui leani anafariki, ukivunja agano anakufa, sijui nani. Nataka niwaelezeni kabisa, watu wa Mungu, katika somo hili tutajifunza namna ya kutoka katika maagano ya giza, maagano mabaya, tutajifunza na utatoka pasipo kuathirika, na kueleza kabisa kama mtumishi wa Mungu utatoka bila kuathirika kwa namna yoyote, na kama kuna ndugu yako ameingia kwenye maagano hayo ni tuna, tunaweza tukamtoa naye anaweza akatoka kwa hiyo usitishiwe wala usitishike inawezekana kabisa katika Mungu na niko na kuhakikishia kwa asilimia mia moja baki na kipindi hiki kitakupa namna ya kutoka na pengine mtu mwingine ameingizwa kwenye maagano bila kujijua unajua kuna watu saa mimi sijaingia kwenye maagano kuna kuingia na kuingizwa kwenye magano. Na nitakuonyesha hadi njia zinazotumika kwa kuingiza watu kwenye magano. Zipo njia kama 4 au 5 au 6 zinasababisha watu wanaingia kwenye magano, wao wametaka, wawe hawajataka, ila wanajikuta wanatumikia maagano na wanalipia fai, fidia kubwa sana katika maagano yao pasipo ya wao kujua. Mimi sio mshirikina, lakini wanateswa na maalo magano. Tutajifunza hapa namna ya kutoka katika magano, na Mungu atakubariki sana Usitoke katika somo hili alafu. Aina nyingine ya maagano ni maagano ya kibinadamu. Haya maagano ya kibinadamu ni maagano ya kawaida, mtu anaingia na patano na mtu mwingine, mnapatana wawili, alafu nakuja wa kumsaliti. Ah, Mungu hapendi, Mungu wa hapendi. Na baadhi ya maagano haya katika Biblia ya kibinadamu, tutaangalia huko mbele, au ngoja tuanze kuangalia haya maagano ya kibinadamu, ngoja tuanze kuangalia hayo maagano ya kibinadamu. Alafu tukimaliza maagano ya kibinadamu nitakwambia kinachoendelea mbele. Maagano ya kibinadamu tunaona katika Mwanzo sura ya 25 pale mstari wa 29 hadi 34. 25 30 29 hadi 34 na Waibrania 12 16 hadi 17. Tunaona maagano haya ya kibinadamu yalifanyika kati ya Esau na Yakobo. Esau alikuwa ana njaa, Yakobo ana chakula. Esau akaomba chakula, Yakobo akasema tuweke agano. Wakaweka agano watu wawili tu, lakini lile agano lililoingia watu wawili, Mungu aliliheshimu na alikuja kulitekeleza, ambapo Esau alikuja kuumia sana, kwa sababu aliweka leani yake ya uzaliwa wa kwanza. Wengi tunajua sana hicho kisa, lakini hilo ni agano alifanyika watu wawili tu, hapakuwa na shahidi, hapakuwa na nani, lakini Mungu alikuwepo. Ni agano la watu wawili, lakini agano lingine haya, katika haya maagano ya kibinadamu haya yanaitwa maagano ya kibinadamu. Kuna agano lingine, ni maagano ya kirafiki Yaani marafiki mnaingia agano kwa sababu ya urafiki wenu. Umeona mnaambatana ambapo hapa tunaona kati ya Daudi na Jonathan walifanya agano ambapo wa uh, Samueli wa kwanza 18 tatu hadi nne pale unakuta Daudi anafanya agano na Jonathan. Samueli wa kwanza 18 tatu hadi nne anafanya agano na Jonathan. Lile agano na Daudi na Jonathan, Daudi liliheshimu hata siku alipokufa Jonathan. Daudi anakuja kuja kuwa mfalme. Wakati ukoo wa Sauli wote unauawa, ukoo wa Sauli wote unateketezwa, lakini Daudi akasema, naomba mtu yoyote aliyeko katika nyumba ya Sauli nimfanyie mema kwa sababu ya Yonathani rafiki yake. Waliweka agano. Yonathani amekufa miaka mingi sana, Daudi amekuja kuwa mfalme, alafu baadaye anataka amtendee mema mtu anayetoka katika ukoo wa Sauli kwa sababu ya agano alifanya na yonathani hayo. Lakini kuna maagano mengine, ni maagano ya ndoa haya ni maagano ya kibinadamu. Agano la ndoa, yaani, umeamua kuingia katika ndoa mpaka kifo kitakapowatenganisha. Mungu anaheshimu agano la ndoa. Ndoa na iheshimiwe na, na watu wote. Yote ni maagano ya kibinadamu. Umeona ambao Mungu anaheshimu. Ukisoma Malaki mbili mstari wa kumi na nne anaelezea vizuri sana agano hilo la ndoa. Lakini kuna agano la kisiasa, maagano ya kisiasa ambayo yote ni ya kibinadamu ukisoma Yoshua tisa kumi na tano pale kuna watu wanaitwa Wagibioni walienda na Yoshua kufanya naye agano ili wasife. Baadaye Yoshua alipogundua wale watu, wame, watu ni wajanja wamemlagai wamemdanganya wame, wame, wame, alikasirika. Alipotaka kuwaua wakakumbuka agano aliweka kwamba tukiwaua watu Mungu atatupiga kwa sababu tulishafanya nao nini? Agano. Hasa unapofanya patano na mtu litekeleze, hakikisha umelitekeleza. Kwenye, kwa hiyo nilikuwa nakugusia tu aina ya maagano, agano la kibinadamu, ila hasa nataka tukaangalie agano la kimungu na maagano ya kishetani. Sasa naomba tugusie maagano ya kishetani. Lakini kabla tujagusia, naomba tugusie maagano ya kishetani. Ah, kutokana na muda, naomba tutaishia hapa kwa sasa hivi. Ila naomba usikose kipindi kinachofuata, tutaongelea maagano haya ya kishetani alafu tutaenda kuongelea na maagano ya Kimungu na agano kuu na namna ya kutoka na namna shetani anavyoingiza watu na namna watu wanavyotakiwa watoke na namna agano kuu lilivyo na kila kitu. Hii ni kama introduction. Naomba usikose sehemu inayofuata. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala, hazina ya kanisa. Kama huja subscribe, subscribe. Jitahidi kualika marafiki ili somo au paswi mtu kulikosa. Mungu akubariki.